Woga umetanda nchini Tanzania baada ya Samia Suluhu kutuma wahuni kusambaratisha mkutano wa Chadema na kuwatimua mbio. Jambo na karibu kwa taarifa zetu za Kitanza Pulse na kama wewe ni mgeni hapa tafadhali kumbuka kusubscribe. Kiongozi wa Chadema John Heche pamoja na wafuasi wa chama hicho walilazimika kukimbia mkutano wa kisiasa ulioandaliwa wilayani Nkasi pamoja Aa, na ambapo polisi wa wilaya na mkoa walifanya shambulio la nguvu kuwatimua na kuwakamata watu walioonekana wakibeba nembo au alama za chama, licha ya tukio hilo kuwa la amani na lenye lengo la kupanda miti zaidi. Tukio hili limeibua maswali makubwa kuhusu usalama wa haki za mkusanyiko hasa kusanyiko, kusanyiko la amani na siasa nchini Tanzania, hasa wakati ambapo hali ya kisiasa imekuwa ikiwekeza kwenye udhibiti wa mikutano ya vyama vya upinzani. Ripoti za vikundi vya haki za binadamu, vyanzo vya habari vya mikutano aswa vya kimataifa na mashirika ya ulinzi ya haki yanathibitisha kuwa polisi huwa ana mamlaka ya kuzuia mikutano kwa misaha ama kwa misamaha ya usalama, lakini matumizi ya mabavu, kukamata raia na kupuuza matukio ya haki za msingi yanaonyesha mzunguko unaoendelea wa changamoto katika utekelezaji wa haki za kikatiba. Hii ni sehemu ya mzunguko mpana wa ukandamizaji wa shughuli za upinzani ambapo umekuwa ukiripotiwa nchini kote, hasa kabla, wakati na baada ya uchaguzi mkuu Oktoba tarehe 29 mwaka jana. Kwenye ujumbe wake, John Heche kwenye mtandao wa kijamii alisema kwamba katika kuadhimisha miaka 33 ya chama chetu wilaya ya Nkasi kulipangwa kufanyika tukio la kupanda miti zaidi ya 1500 katika ofisi zetu za chama na viwanja vya chama. Cha ajabu, polisi wa wilaya hiyo wakishirikiana na polisi kutoka mkoa mzima wamevamia, am, wamevamia na kutumia mabavu kutawanya watu bila kuzingatia hata kilichofanyika. Taarifa nilizo nazo ni kwamba wanakamata kila mtu anaonekana na nembo au alama ya chama chetu. Sisi sio wahalifu. Sisi ni taasisi ya umma, hatutakubali kuzuiwa kufanya shughuli zetu ambazo ni halali. Ndio ujumbe aliyouandika kwenye mtandao wa kijamii John Heche. Mkutano uliopangwa wilayani Nkasi ulikuwa na malengo ya kijani, si kisiasa wala kukusanya wafuasi wa chama cha Chadema, kupanda miti zaidi ya 1500 katika viwanja vya chama. Hata hivyo polisi wa wilaya hiyo pamoja na polisi kutoka mkoa mzima walivamia eneo la makutano na kutumia nguvu a, kutawanya umati. Taarifa za upande wa Chadema zinasema kwamba watu wote waliobeba nembo au alama ya chama walianzwa kukamatwa bila kujali kama, kama waliheshimiwa haki zao za kikatiba. Tangu kuondolewa kwa marufuku ya mikutano ya kisiasa mnamo mwaka 2023 mfumo wa kukusanyiko uh, la amani umekuwa ukilalamikiwa kukandamizaji wa njia ya, ya vibali masharti yanayotumika kinyemela, na vilevile kinye vile matumizi mabaya ya nguvu na polisi, licha ya misingi ya dola ya Tanzania kuidhinisha haki za kusanyiko la amani na siasa. Ripoti za mashirika ya kimataifa kama Amnesty International zimetoa wito kwa mamlaka kuheshimu haki za kukusanyika kwa amani na kujieleza bila kuingiliwa bila la, uh, lazima ikiwa ni pamoja na hatua kali za kizuizi dhidi ya mikutano ya umma na campaign za kisiasa. Katiba ya Tanzania inakiri haki ya mtu kusanyiko ama inakiri, uh, haki ya mtu ama kusanyiko la amani na kujieleza sheria inahitaji taarifa ya siku 48 kabla ya tukio kwa sherehe za umma kama ilivyoelezwa katika uchambuzi wa Freedom House juu ya haki za kusanyiko. Hata hivyo, polisi wana mamlaka pana ya kukataa vibali kwa madai ya tahadhari, usalama, na katika takwimu ya mwaka 2024, mwaka 2025, baadhi ya mashirika haki ya haki yamebainisha kuwa serikali imekuwa ikitumia masharti kama haya wazuio wapinzani wa kisiasa kuandaa mikutano mikubwa bila vizuizi. Kwa mfano a vitisho vya kuzuia uh, ama vitisho vya kuzuia vikao vya kisiasa vinajazwa na taratibu ngumu za kukata vibali ambavyo mara nyingi vinasababisha nafasi ndogo kwa mikutano ya vyama vya upinzani. Ukandamizaji huu umekuwa ukihusishwa na utekelezaji wa sheria za zamani na uamuzi wa polisi bila ufafanuzi wa kipekee, ikionyesha mgongano kati ya sheria zilizopo na matumizi yake kwa vitisho vya kisiasa badala tu kuwalinda raia. Ni muhimu kuelewa muktadha mpana wa kisiasa uliosababisha ongezeko la ukandamizaji wa mikutano ya kisiasa. Uchaguzi wa Oktoba tarehe 29 mwaka jana umeibua sakata kubwa na vyama vya upinzani hasa Chadema ambacho John Heche ni kiongozi vilieleza kutokubaliana na mwenendo wa uchaguzi, ikisema uchaguzi ulifanyika bila ushindani kwa sababu viongozi wao wengi walifungiwa safari ya kugombea na baadhi walikamatwa na mashtaka ya uasi au wasusi wa kutaka kuharibu usalama wa nchi. Baada ya uchaguzi huo, walikuwa na maandamano makubwa kote nchini yanayotishia usalama na ha polisi walitumia mabomu ya machozi, risasi zisizo na kichwa, uh, na nguvu iliyozuilika watimwa waandamanaji. Mashirika ya haki za binadamu yameripoti vifo vya mamia na majeruhi katika kaunti nyingi. Na katika mazingira haya mikutano ya kisiasa na shughuli za vyama vya upinzani imekuwa chini ya uangalizi mkali huku polisi na vikosi vya usalama wakijaribu kuzuia misukosuko yoyote kabla ya kufika au baada ya tukio lolote la kisiasa. Serikali imeeleza mara kadhaa kwamba hatua hizi zinachukuliwa kulinda usalama wa umma, ingawa mashirika ya haki za binadamu yanakosoa kwa kusema kwamba zinadhoofisha katiba na haki za msingi. Takwimu na ripoti za mwandishi wa habari na mashirika ya haki zinaonyesha uso mwingi wa matumizi mabaya mabavu, kuzuia mikutano ya kisiasa. Kwa mfano, Amnesty International imebainisha matumizi ya, ya risasi zisizo na kichwa na mabomu ya machozi dhidi ya waandamanaji na wadadisi wasio na hatia na kuwatumia mabavu ama kuwatumia mabavu hata katika maeneo ya makazi, na ni jambo ambalo ni kinyume na viwango vya kimataifa vya usalama mashirika kama UN Rights Office pia yameonya kwamba kuzuia uhuru wa kukusanyika kwa amani na kuzuia matangazo ya mtandao kunazidisha mzozo wa kisiasa na kupanga njia ya ukosefu wa uwazi. Tanzania tangu miaka elfu moja kenda mia tisini imepitisha mfumo wa vyama vingi, lakini historia ya haki za kisiasa imekuwa na changamoto. Kabla ya mwaka elfu mbili ishirini na tatu taifa lilikuwa limekuwa na marufuku ya mikutano ya upinzani ambayo ilifutwa mapema ikitarajiwa kuwa hatua kuelekea demokrasia ya kweli. Ingawa hatua ya kuondoa marufuku ilipewa ama ili, ilichukuliwa kama mafanikio ya demokrasia, utekelezaji wake umeonekana kuchoka na kanuni, wakati vyama vya upinzani vinavyokabiliwa na vikwazo vingi vya kibinafsi na vilivyobadilishwa kisheria mara nyingi polisi wamekuwa na mamlaka ya kupiga marufuku mikutano kwa sababu ama, kwa kutoa sababu za usalama bila uthibitisho wa uhakika, imesababisha mgongano wa maslahi huku wapinzani wakiona hatua hizi kuwa zinalenga kuwapunguza kisiasa. Tukio la wilaya ya Nkasi ni ishara ya mwelekeo mkubwa zaidi wa kukandamiza shughuli za kisiasa na haki za msingi zinazohusiana na uundaji wa vyama vya upinzani na ukuaji wa demokrasia. Hii ina maana kwamba uhuru wa kusanyiko la amani, haki na kuwasilisha maoni ya kisiasa na ushiriki wa wananchi katika siasa za kitaifa unakabiliwa na vizuizi vikali kuhusu masharti na utekelezaji wa sheria. Kuingizwa kwa matumizi ya mabavu kwenye mkutano wa amani kunatoa taswira mabadiliko katika jinsi usalama wa umma unavyotekelezwa na ni onyo kwa taasisi za siasa, wananchi, na jumuiya ya kimataifa kuhusu mwelekeo wa demokrasia ya Tanzania. Uhuru wa kusanyiko na siasa ni nguzo kuu za serikali ya katiba. Ikiwa kuheshimiwa ama hautaheshimiwa, basi taifa linaweza kupoteza dhamira yake ya kuwa na utawala bora na uwakilishi wa wananchi wake. Kwa mantiki hiyo, ni muhimu kwa mamlaka za Tanzania na vyombo vya usalama kutekeleza sheria kwa uwazi na kuheshimu haki za msingi ili kulinda amani ya wananchi katika elimu ya kisiasa na ushiriki wa pamoja katika siasa za taifa. Ni hayo tuliokuandalia siku hii ya leo kutoka hapa Tanza Pulse, channel yako pendwa inaokuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina, bila kupindisha wala kuegemea upande wowote zidi kuwa mfuasi wetu na subscribe, like na kushare video zetu.